katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Karibu ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo mama kanisa anadhimisha dominika ya tatu ya Maajilio ya mwaka A wa kanisa, dominika inayojulikana pia kama dominika ya furaha. Ni siku ambayo kanisa linatualika kuinua mioyo yetu kwa shangwe tukikaribia zaidi fumbo la ujio wa mwana wa Mungu Emanueli, yaani Yesu Kristo, Mungu pamoja nasi. Katika dominika ya kwanza mwaliko ulikuwa wa matumaini, na katika dominika ya pili tukaitwa kutengeneza njia ya Bwana kwa toba na unyenyekevu. Leo tunapoasha mshumaa wa tatu, mshumaa wa furaha, tunakumbushwa kwamba ujio wa Kristo ni sababu ya furaha ya kweli, furaha isiyo zimishwa na matatizo ya dunia. Katika masomo yetu ya leo, somo la kwanza, tuko katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 35 aya ya kwanza ya 6 a na ile aya ya kumi, nabii Isaya anatupatia maono ya dunia mpya yenye uponyaji vipofu wanapata kuona, viwete wanaruka kama swala, na waliokata tamaa wanarejeshewa nguvu. Ni taswira ya furaha inayotokana na uwepo wa mwenyezi Mungu. Katika somo la pili, katika barua ya Yakobo sura ya tano aya saba hadi ya kumi Yakobo anatufundisha subira, tusimame imara, tusikate tamaa, tukijua kwamba Bwana yuko karibu. Furaha ya mkristo na uvumilivu katika kusubiri. Katika somo la Injili Mwinjili Mathayo sura ya 11 aya ya pili hadi ya 11, Yohana Mbatizaji akiwa gerezani anatuma wanafunzi wake kumwuliza Yesu, Je, Ye, wewe ndiye yule ajaye au tumtazame mwingine? Yesu anamjibu kwa ishara za uponyaji na huruma ishara zinazoonyesha kwamba ufalme wa Mungu tayari umefika. Hii ndiyo sababu ya furaha yetu. Mungu yupo nasi, anatenda kazi na kutuokoa katika maisha yetu. Tuombe pamoja katika dominika hii tukitafakari, hasa tafakari hii italetwa kwenu na Padri Faustine Rwechungura kutoka jimbo Katoliki, jimbo kuu la Tabora. Tumsifu Yesu Kristo. Apendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Ni kukaribishe tena kwa mwendelezo wa tafakari zetu kupitia channel hii ya Injili ya Furaha, lakini kwenye televizheni yetu ya TBC na mitandao mingine ya kijamii tunayoitumia kuleteni habari njema na redio za FM. Leo tafakari hii inayokuleteni ya jumapili ya tatu ya Majilio. E, jumatatu ya Majilio inaitwa Gaudete. Gaudete ni neno la Kilatini, e, ambalo maana yake ni kufurahi, e, kuwa na furaha. Lisaa kama moja kabla sija ja hapa kufanya haya mahubiri kuja rekodi, nimekutana na kijana mmoja ambaye nimemfungisha ndoa, nimeshuhudia ndoa yake miezi kama sita iliyopita. Sasa wakati natembea taratibu mbele ya kanisa pale, alikuwa natoka kanisani kuabudu mbele ya Yesu wa Ekaristi. Sasa yuko kwenye gari lake kwenye kivuli, ndiye amepoa. Akaja kunisalimia, nilikuwa na mama wawili, walikuwa wamekuja kuniona, tulikuwa tunatoka ofisini. Ile kijana akasema father, tumsifu Yesu. Nikasema milele amina, nikawa nimemwangalia hivi akaniuliza Father, amenisahau? Nikasema hapana. Kumbe hapo niko na mtafuta kidogo kidogo, basi haraka haraka kataja jina lake. Oh, nikasema habari za siku, mnaendeleaje? Akasema safi. Sasa yule mama niliyokuwa naye akasema, wewe kijana, ndio Max mtoto wa mama fulani nilikuwa na, na, na, na, nafanya shughuli zangu karibu na mama yako, na naye anafanya shughuli fulani. Ukiwa mtoto mdogo hivi unatoka shule na begra ya shule unakuja hapo unatukuta. Umekuwa mkubwa hivi. Basi basi na mimi nikamwambia mama, nikasema amekuwa mkubwa, na miezi iliyopita nilishuhudia ndoa yake. Ah, akasema safi, alafu mama akasema mmeshapata na mtoto? Basi ile kijana akasema tunasubiria Mungu mkubwa siku chache imenitafakarisha sana, lakini nachotaka kukuambia ni hiki. Kwa mama ambaye mfano anataka au anategemea kupata mtoto, kadri siku zinavyokaribia anafurahi nawezekawa wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu anasubiri kwa hamu na matumaini, lakini siku zinapokaribia zaidi, mfano labda mwezi wa saba au wa sita, furaha inaongezeka ongezeka, na ni wazi mtoto anapozaliwa furaha inaongezeka zaidi. Nasema hayo kwa sababu hii dominika ni ya tatu ya majilio, kama nilivyosema, ya kufurahi. Kwa nini tunafurahi? Ni kwa sababu tupo katika kipindi cha majilio. Leo ni dominika ya tatu ya majilio tumebakiza Dominika tu moja ya majilio, alafu tunaingia kuzaliwa Bwana Christmas, ambayo ndio matumaini yetu. Tunakaribia, tunasubiri kwa hamu. Sasa leo tunapokaribia sasa hiyo Christmas, ndio maana tunaanza kufurahi, kuwa na matumaini, kufurahi. Ndiyo maana kanisa likaita hii Jumapili Gaudete au jumapili ya Bwana ya kufurahi. Na masomo yetu ya leo ni mazuri sana. Somo la kwanza linatoka Isaya sura ya thelathini na tano aya ya kwanza mpaka ya sita na aya ya kumi. Isaya sura ya thelathini na tano ni sura ya faraja iliyoandikwa kwa watu waliokata tamaa wakati wa tama, uhamisho na mateso. Kumbe sura chache ambazo ziko kabla ya e, Isaya 35 ambazo zilikuwa ni sura ngumu za hukumu. Sasa Mungu kupitia nabii Isaya anazungumza maneno ya kurudisha tumaini kwa watu ambao walikuwa na mateso, wamekata tamaa, na anawaambia kwamba msikate tamaa, jangwa litachanua walio dhaifu watatiwa nguvu, vipofu wataona, na bubu watasema. Maneno ya kutia matumaini, hii ndi picha ambayo Isaya anaiweka, lakini inayofufuliwa na uwepo wa Mungu. Na hii sura ni ahadi ya kwamba ukombozi wa Mungu sio ndoto ya mbali kwamba iko mbali sana. Hapana, ni mpango wa Mungu unaoendelea na utatimia. Ndiyo maana nabii anasema kwamba Mungu haachi watu wake mateso; mateso si neno la mwisho. Kumbe ujumbe wa kiimani tunaopata kupitia sura hii ya 35 soma tulisikia ni kwamba Isaya anatufundisha kwamba Majilio ni msimu wa kuona dalili za uhai mpya hata ndani ya jangwa letu la maisha. Kila mtu ana jangwa lake katika maisha yake magumu anayopitia, lakini sasa kwa kipindi cha majilio tuna sasa, tunahuishwa upya, tunaona dalili mpya za uwepo wa Mungu pamoja na kwamba tunaweza tukawa tuko jangwani. Kumbe Mungu anakuja kuongeza nguvu kwa mikono iliyolegea, magoti yaliyopinda na mioyo iliyokata tamaa. Somo letu la pili ni waraka kwa Yakobo, sura ya tano aya saba mpaka ya kumi. Kwa ufupi, tuende muktadha au mazingira ya somo hili. Mtakatifu Yakobo alipoandika waraka huu kwa Wakristo ambao walikuwa wameanza kuchoka katika safari yao ya imani, walikumbana na mateso, vikwazo mbalimbali vya kiimani na ucheleweshwaji wa matumaini yao. Walikuwa naona mbona kama tunatumaini hali nzuri nani, lakini nachelewa. Kumbe hao watu kimsingi walihitaji moyo wa uvumilivu ili wasife moyo tunaweza tukaona mfano mmoja na kimsingi ambao Yakobo na utoa anasema hivi. Yakobo anawapa mfano kwamba kwa mkulima aliyeweka mbegu ardhini na kuendelea kusubiri bila kukata tamaa mvua ya masika na ya vuli. Mkulima huyo anajua kwamba ukuaji wa mbegu si kazi yake. Sisi kimsingi tunapanda mbegu tunaweza tukamwagilia lakini ukuaji wake si kazi yetu, yote tunamwachia Mungu. Mbegu inaweza ikaoza, mbegu jua inaweza lika, likawaka, ikabaktu. Mungu mwenyewe ndiye anayejua, hiyo ni kazi ya Mungu. Hivyo mtume Yakobo anatufundisha kungoja kwa moyo thabiti na tukiwa na subira nzuri na hivyo sasa, katika muktadha mzima wa Majilio, ujumbe wa kiimani tunaopata kutoka katika injili ya eh, kutoka katika uwaraka kwa Yakobo ni kwamba majilio yanatualika kwa watu wanaosubiri kwa imani na imani yenye subira, tukijua kwamba Mungu anatenda kazi hata tusipoona hatua kwa hatua tunaweza tukawa hatuoni hatua moja kwenda nyingine, lakini bado Mungu anatenda kazi katika maisha yetu. Injili ya leo ni injili ya Mathayo sura ya kumi na moja aya ya pili mpaka ya kumi na moja. Katika injili hii, ni upate muda uisome, mazingira yake au mkutadha ni kwamba Yohane Mbatizaji yuko gerezani amefungwa na Herode. Kwa nini Herode amemfunga? Ni kwa sababu Yohane alikuwa anasema ukweli, alikuwa hapindishi watu mbadilike katika maisha, na ukijua kwamba Yohane huyu alikuwa amemwambia Herode kwamba anakaa na mke ambaye si mke wake, kwa sababu Herode alikuwa nakaa na mke wa ndugu yake, kitu ambacho Yohana alikipinga. Kwa hiyo yuko gerezani. Sasa fikiria, hata ungekuwa ni wewe, kwa hali ya ubinadamu. Huyu Yohana ndiye ametumia muda wa kutosha jangwani akihubiri habari njema. Tena huyu Yohana Mbatizaji ni ndugu yake na Yesu kwa sababu Elizabeth mama yake na Yohane ni ndugu yake na mama Bikira Maria, na kazi kubwa aliyoifanya ya kumtangaza Yesu kwamba anakuja, yumo gerezani. Hebu tafakari dakika chache, unafanya kazi nzuri, mwaminifu. Yohane huyu yuko karibu na Yesu, ndugu yake lakini anafungwa gerezani na mwisho wa maisha yake ilikuwa ni kukata kichwa na huyu Herode sasa akiwa gerezani katika giza la gereza na changamoto hizo kama nilivyozieleza anaulizwa anauliza swali ambalo unaona kuna uchungu lakini vilevile kuna uaminifu ndani yake Anauliza, tumesikia kwenye Injili, je, wewe ndiye yule atakaye kuja au tumtazamie mwingine? Anawauliza wale anawaambia wale wafuasi wake wakaulize ni yeye tukimtegemea au tumtazamie mwingine. Na Yesu anawapa majibu wale watu, na anajibu, anatoa majibu si kwa nadharia, bali kwa matendo aliyokuwa anayatenda. Anasema nendeni mwambie Yohane, vipofu wanaona, viwete wanatembea na masikini wanahubiriwa habari njema. Yaani Yesu, kwa maneno mengine, nataka kusema hivi, mwambie hivi Yohane Mbatizaji, tazama kazi ya Mungu, jibu liko hapo. Kwa kazi ya Mungu iliyokuwa naifanya Yesu, haina zaidi cha kueleza, inaeleza uwepo wa Mungu. Kwa hiyo kwa msingi huo, Yesu ndiye yule waliyekuwa yu namtegemea, na swala Yohana Mbatizaji linapata majibu. Yesu vile vile anamsherekea Yohana, nampandisha Yohana kama mtume mkuu, ingawa alipitia kipindi kigumu na mashaka. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, somo hili la injili inatufundisha kwamba hata watakatifu kupitia majilio ya mashaka, hata watakatifu kupitia majilio ya mashaka wanakuwa na subiri ni majilio yao na nini, lakini kuna kipindi wanapata mashaka, lakini Mungu anathibitisha uwepo wake kwa alama, kwa vitu anavyovifanya na kwa wale wanaokuwa na macho ya kuona hizo alama ataziona, kama zile za kuponya watu Yesu alivyokuwa anafanya na kadhalika. Sasa tuitimishe tafakari yetu kwa kuangalia mambo matatu tu kwa siku ya leo tunayojifunza katika ujumla wake kutoka Injili ya leo. La kwanza, Mungu anatenda kazi ndani ya jangwa la maisha yetu. Mungu anatenda kazi ndani ya jangwa ambayo nimo katika maisha yetu. Kila mtu analo jangwa katika maisha yake, kama Yohane Mbatizaji aliyekuwa jangwani akaingia mle gerezani na kadhalika. Kuna jangwa la ndoa, utume wetu sisi mapadre, watawa, makazini kwenu, kule kwenye familia, katika parokia, kuna jangwa hapa na pale. Afya zetu zinakuwa, migogoro ni jangwa lakini, imani pia. Lakini pamoja na hayo yote, kuna uwezekano wa kuchanua na kuchanua, kupo jangwa likatoa maua. Kumbe majilio ni msimu wa kutambua dalili ndogo ndogo za neema ambazo mara nyingi tunaweza tukawa tunazipuuza. Tuwe makini na majilio ai tu Jangwa linaweza kuchanua kwa sababu Mungu ndiye anayefanya jangwa hilo lipate uhai. Cha pili, imani ya kweli inajengwa katika uvumilivu. Yakobo anatukumbusha kwamba kungoja sio kuacha kufanya kazi bali ni kusimama thabiti katika matumaini kama mkulima anayesubiri matokeo ya kazi yake anayongoja kwa uvumilivu anamwacha Mungu awe Mungu, na inabidiwe hivyo. Swena papara Mungu mbona afanye, Mungu atafanye hivi. Mwache Mungu awe Mungu katika dunia. Sasa sasa hivi ya chap chap, katika dunia hii ya kizazi cha Gen Z, katika dunia hii ya kizazi cha AI teknolojia, watu wanapenda mambo ya mkato na kadhalika na kadhalika. Majilio inatukumbusha kwamba ukombozi wa Mungu una wakati wake, pamoja na pilikapilika tunazoweza kuwa nazo. Kitu cha tatu mashaka tunayokuwa nayo mtu, mashaka unayoweza kuwa nayo hayawezi kuwa na nguvu kuliko matendo ya Mwenyezi Mungu. Yohane Mbatizaji anatuonyesha upande wa kibinadamu wa safari ya imani, wakati tunapokaa kwenye magereza yetu ya maisha. Kila mtu anakuwa gerezani kwa namna moja au nyingine, kama huyu Yohane Mbatizaji tunauliza na sisi maswali magumu katika maisha yetu, lakini Yesu anatupa ushahidi wa matendo yake. Yesu anaponya, anafufua matumaini katika maisha yetu, anageuza wanaopotea na anainua waliokata tamaa. Imani haifutwi na mashaka kamwe mashaka yanatupeleka kwa jibu la kweli yesu anayevunja giza jumapili ya tatu ya majilio inaitwa gaudete furahini lakini furaha tunayoadhimisha si furaha ya kuficha maumivu labda kunaweka eh, tabasamu la plastiki hapana au kuficha maumivu bali ni furaha inayotoka kwenye ukweli kwamba mungu yu karibu katika jangwa letu, katika kungoja kwetu, katika maswali yetu, katika safari ya imani. Leo tunaalikwa tufurahi. Mungu anatenda kazi. Mungu yuko karibu na watu wanao ngoja kwa furaha. Lakini kabla sijamaliza, nimekumbuka kitu kimoja. Mungu unajua, nimesoma shule ya seminari Mbu, eh, Biharamuro Katoke seminari nikamaliza kidato cha nne mwaka elfu moja mia tisa themanini na saba, miaka mingi iliyopita, eh? Nakumbuka nilipopata matokeo ya kidato cha sita kwenda cha tano kwamba naenda kusoma Tanga. Fikiria kukata mbuga kutoka Bukoba kwenda Tanga, nilifurahi sana na ninakumbuka kadri siku zikiwa zinakaribia, najiuliza na hivi siku zitafika lini? Mimi nilikuwa nimepanda basi tu kutoka Bukoba kwenda Tanga, unapanda kwa siku hizo, siku hizo tulikuwa tunapanda maroli wakati mwingine unaweka basi, ukifika Bukoba kwenda Mwanza, unapanda meli, Mwanza kwenda Dar es Salaam, unapanda treni, alafu treni kutoka treni Dar es Salaam unapanda basi tena, nasema nitafika lini Tanga? Jiji kubwa, jiji kubwa na kweli nakumbuka siku ni kama nilirara nadhani na siku ya ya kusafiri expectant waiting, kungoja kwa matumaini, kufurahi katika Bwana. Nilifurahi nilipofika Tanga, na huko Tanga siku nyingine tutaongelea, ndiko nilikopatia wito wa kuwa padre. Tuombeane, tufurahi. Tumsifu Yesu Kristo.